Nini maana ya majilio? Majilio ni kipindi cha kiliturujia katika Kanisa Katoliki kinachotangulia na kuandaa sherehe ya Noeli. Yaani kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno majilio linatokana na neno la Kilatini Adventus ambalo linamaanisha ujio au kufika. Ni kipindi cha matarajio na matumaini ambapo waamini ukumbusho juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, ujio wa kwanza Bwana wetu Yesu Kristo duniani. Jambo la pili, ujio wa kila siku wa Kristo katika maisha yetu kupitia sakramenti, neno na matukio ya kila siku Jambo la tatu ujio wa mwisho wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa utukufu, mwisho wa dunia. Ni kipindi cha toba, kukesha na kujipanga kiroho ili kumpokea Kristo anapokuja. Wahusika wakuu wanaotuongoza katika kipindi hiki ni nabii Isaya ambaye ni nabii wa matumaini, Yohane Mbatizaji anatuhimiza kufanya toba na Bikira Maria mfano wa kumpokea Masiha. Je, majilio huanza na kuisha lini? Majilio huanza rasmi jioni ya Dominika ya kwanza Majilio hii ndio pia siku ya kwanza ya mwaka mpya wa liturujia wa kanisa Katoliki. Kwa mfano mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka si wa Kanisa, hivyo sasa tumeanza mwaka mpya ambao ni mwaka a wa Kanisa. Majilio huisha kabla ya saa ya vespro, yaani sala ya jioni ya sherehe ya Noeli ya Disemba ishirini na tano. Kipindi hiki hudumu kwa dominika nne ambazo ni dominika za majilio na siku za kawaida zinazoambatana nazo. Je, yeah. Majilio imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Kipindi cha majilio kimegawanyika katika sehemu kuu mbili kiliturujia. Sehemu ya kwanza ni dominika ya kwanza majilio hadi Disemba kumi na e sita. Lengo kuu ni kutuelekeza zaidi kwenye ujio wa Kristo mtukufu mwishoni mwa dunia. Masomo na sala katika kipindi hiki hutilia mkazo kukesha na matumaini ya ujio huo na sehemu ya pili huanzia desemba kumi na saba hadi desemba ishirini na nne nayo lengo kuu hutoandaa moja kwa moja na sherehe ya noeli yaani kuzaliwa kwa kristo huko bethlehemu masomo na sala katika siku hizi nane za mwisho huchukua mwelekeo wa matukio ya kihistoria yaliyotangulia kuzaliwa kwa yesu kama vile matukio yanayomhusu bikira maria Yosefu na Yohane Mbatizaji na kuombea Yesu nazaliwe leo moyoni mwako, na kipindi hiki cha majilio kiwe tofauti maishani mwako. Sambaza ujumbe huu kwa mtu mmoja ni mjali, ili injili ya Kristo iende mbele leo. Kama usipo ni follow leo uende kani mara yako ya mwisho kuniona ni follow, kwa mafundisho mengi zaidi ya imani. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Nini maana ya majilio? Majilio ni kipindi cha kiliturujia katika Kanisa Katoliki kinachotangulia na kuandaa sherehe ya Noeli, yaani kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno majilio linatokana neno la Kilatini adventus, ambalo linamaanisha ujio au kufika. Ni kipindi cha matarajio na matumaini ambapo waamini ukumbusho juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo duniani. Jambo la pili, ujio wa kila siku wa Kristo katika maisha yetu kupitia sakramenti neno na matukio ya kila siku. Jambo la tatu ujio wa mwisho wa bwana wetu Yesu Kristo kwa utukufu mwisho wa dunia. Ni kipindi cha toba, kukesha na kujipanga kiroho, ili kumpokea Kristo anapokuja. Wahusika wakuu wanaotuongoza katika kipindi hiki ni nabii Isaya, ambaye ni nabii wa matumaini; Yohane Mbatizaji anatuhimiza kufanya toba, na bikira Maria mfano wa kumpokea Masiha. Je, majilio huanza na kuisha lini majilio huanza rasmi jioni ya dominika ya kwanza majilio hii ndio pia siku ya kwanza ya mwaka mpya wa liturujia wa kanisa katoliki kwa mfano mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka si wa kanisa hivyo sasa tumeanza mwaka mpya ambao ni mwaka Ah, wakanisa majilio huisha kabla ya saa ya vesipro yaani sala ya jioni ya sherehe ya Noeli ya Desemba ishirini na tano. Kipindi hiki hudumu kwa dominika nne ambazo ni dominika za majilio na siku za kawaida zinazoambatana nazo. Je, majilio yameganyika katika sehemu kuu ngapi? Kipindi cha majilio kimeganyika katika sehemu kuu mbili kiliturujia Sehemu ya kwanza ni dominika ya kwanza majilio hadi Desemba kumi na sita Lengo kuu ni kutuelekeza zaidi kwenye ujio wa Kristo mtukufu mwishoni mwa dunia. Masomo na sala katika kipindi hiki hutilia mkazo kukesha na matumaini ya ujio huo, na sehemu ya pili huanzia Desemba kumi na saba hadi Desemba ishirini na nne nayo lengo kuu hutuandaa moja kwa moja na sherehe ya Noeli, yaani kuzaliwa kwa Kristo huko Bethlehemu. Masomo na sala katika siku hizi nane za mwisho uchukua mwelekeo wa matukio ya kihistoria yaliyotangulia kuzaliwa kwa Yesu, kama vile matukio yanayomhusu Bikira Maria, Yosefu na Yohane Mbatizaji. na kuombea Yesu nazaliwe leo moyoni mwako, na kipindi hiki cha majilio kiwe tofauti maishani mwako. Sambaza ujumbe huu kwa mtu mmoja ni mjali, ili injili ya Kristo iende mbele. Kama usiponi follow leo uendekani kani mara yako ya mwisho kuniona ni follow kwa mafundisho mengi zaidi ya imani ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.